Rais wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa viongozi wapya katika taasisi zinazosimamia huduma za mabasi yaendayo haraka jijini Dar es Salaam. Taarifa iliyotolewa leo Alhamisi na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Daktari Moses Kusiluka imeeleza kuwa Saisi Tunda ameteuliwa kuwa mtendaji mkuu wa wakala wa mabasi yaendayo haraka DART. Tunda anachukua nafasi ya Daktari Athmani Kihamia ambaye uteuzi wake umetenguliwa. Pia Rais Samia amemteua Pius Ngingo kuwa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mabasi yaendayo haraka udarti akichukua nafasi ya Waziri Kindamba ambaye uteuzi wake pia umetenguliwa. Hapo jana Alhamisi, picha za video zilisambaa mitandaoni zikionyesha baadhi ya vioo vya mabasi na vituo vikiwa vimevunjwa baada ya kushambuliwa kwa mawe usiku wa kuamkia Alhamisi hii jijini Dar es Salaam. Hivi karibuni njia hiyo ya usafiri inayotegemewa na, na maelfu ya wakazi wa jiji hilo kubwa la kibiashara nchini Tanzania imekumbwa na malalamiko ya wananchi kutokana na uhaba wa mabasi ikilinganishwa na idadi ya abiria. Hata hivyo, Jumatano hii asubuhi mkuu wa mkoa